Je, unajua imani za kiroho za Kiafrika zimekita mizizi katika historia, zikiwa na tamaduni tajiri zilizodumu kwa maelfu ya miaka? Imani hizi zinaanzia enzi za kabla ya historia iliyoandikwa, ambapo sanaa ya miambani na maeneo matakatifu yanadhihirisha desturi za kiroho za kale. Mifumo mingi ya imani za Kiafrika hujikita katika kumwamini muumba mkuu, Mizimu ya mababu na uhusiano wa undani kati ya viumbe vyote. Waganga na wapiga ramli wanaojulikana kama wasangoma au mashaman, wana nafasi muhimu katika kuunganisha ulimwengu wa kimwili na wa kiroho. Sherehe na matambiko huadhimisha matukio ya maisha, mavuno na hatua muhimu kama vile kuzaliwa, utu uzima na ndoa, yakikuza mshikamano wa kijamii na kuheshimu waliotutangulia sana na alama kama vile barakoa na totemu ni muhimu katika ibada, zikiwa zinawakilisha imani za kiroho na utambulisho wa kitamaduni. Kuanzia mila za kale hadi mitazamo ya kisasa, imani za kiroho za Kiafrika bado ni sehemu hai ya urithi wetu wa kitamaduni. Folo kwa ukweli za